Mheshimiwa viongozi, Mheshimiwa makamu mwenyekiti Zanzibar, Mheshimiwa katibu mkuu, manaibu katibu wakuu, wenye viti wa kanda, wajumbe wa kamati kuu, makatibu wa secretariat na makatibu wetu wa kanda ambao tumewaalika hapa, na ndugu wa Tanzania, kwa hatua ya sasa nitasema mambo mawili tu na mambo mengine tutakapokaa na kumaliza kikao cha kamati kuu ambacho ni cha siku mbili, tutakuja na maazimio ya, ya kikao chetu cha kamati kuu kwa Watanzania, kwa hotuba kamili ya kwetu kwa nchi na kwa wanachama wetu itatoka baada ya kuwa kamati kuu imetafakari mambo yaliyoko mbele yetu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 na huo ndio msimamo wetu, tuliposimamia ndipo tutakaposimamia, kwa sababu ni maazimio ya vikao halali vya chama chetu. Sasa hiki kitu kimewafanya watawala wamekuwa paranoid, wamechanganyikiwa, wanatumia mbinu nyingi kujaribu kusuppress huo msimamo wa no reforms, no election, na mojawapo ni kutumia propaganda, kutumia vyombo vya habari kupeleka maneno ambayo sio ya kweli na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 tunachokipigania ni kweli, ni cha kweli kwenye agenda ya no reforms no election ni kweli? Je, uchaguzi wa nchi hii unaibiwa? ni kweli unaibiwa? Je, kwenye uchaguzi wa nchi hii watu wanauawa, ikiwemo uchaguzi wa serikali za mitaa, ambako mwaka jana ameuawa watu, watu wawili, ameuawa Tunduma, ameuawa na Manyoni nyumbani kwake, mgombea wa CHADEMA amepigwa risasi na polisi na mpaka sasa hakuna aliyewajibishwa. Je, watu wanauawa kwenye chaguzi? Ni kweli watu wanauawa. Je, mawakala wetu wanakuwa mistreated, wanatolewa kwenye vituo, hawapewi nafasi za kusimamia matokeo, wakurugenzi ndio wanaamua nani awe wakala nani asiwe na wakala? Ni kweli. Je, wagombea wetu wanakatwa majina kwa kuondolewa ni kweli. Na uthibitisho mwingine ni kwamba waziri wa Tamisemi alisema wakati amita wa uchaguzi wa serikali za mitaa kwamba wameondoa wagombea wa upinzani elfu ishirini na sita na hakuna mgombea wa sisem aliyeondolewa hata mmoja kwa kutokujua kusoma na kuandika. Na miongoni mwa mambo ya kijinga kuwahi kutokea kwenye nchi hii ni kwamba wakili Deogratius Mahinyira wakili wa mahakama kuu ameondolewa na gombea kijiji cha kwao kule Berege kwamba hajui kusoma na kuandika. Lakini mgombea wa sisi ya mdarasa la nne anajua kusoma na kuandika kuliko wakili. Kwa hiyo wagombea wanaondolewa. Haya tunayoyapigia ukweli ni kelele ni ya kweli ni ya kweli. Yapo ya yamefanyika kwenye chaguzi tatu mfululizo baada ya kuwa Rais Samia ametuahidi kwamba hata rudia iliyokuwa imefanyika akarudia kwenye utawala wake. Kwa mambo yote haya tunayoyapigania ni ya kweli. Sasa kwa sababu ni ya kweli tufanyeje? Tukubaliane na siasa za uraghai za kuambiwa kwamba tugawiwe majimbo kwa tuingie kwenye uchaguzi kwa kugawiwa majimbo na sisi mna sio kupigiwa kura, au tusimamie msimamo wa wananchi wa kuhakikisha hii nchi inaondolewa kwenye mikono ya mafisadi kwa kura za wananchi? Msimamo wa chama chetu ni kusimama na msimamo wa wananchi na kuto kufanya siasa za uraghai. Tumekataa kufanya siasa za uraghai kwa nilitaka mwafikishie watanzania huo ujumbe kwamba CHADEMA sio chama cha kufanya siasa za janja janja, siasa za uongo uongo, siasa za ulaghai. Tunapashiu njia ngumu na njia inayoungwa mkono na Watanzania, na tutashinda. Tutashinda mapambano hayo yote, kwa sababu ni mapambano ya kweli, ni mapambano ya kurudisha utu wa Mtanzania, ni mapambano ya kurudisha dhamira ya kweli ya kuongoza nchi. Mungu atubariki sana wote. Asanteni kwa kunisikiliza. Tutaongea baada ya kamati kuu maazimio ya chama chetu. Asanteni sana.